Habari ya wakati huu ndugu mpenzi fuatiliaji na mtazamaji wa JJM Media Production. Kama ni mara ya kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa mwanafamilia, lakini uweze kujipatia vipindi mbalimbali au masomo mbalimbali ambayo nimekuwa nikileta mara kwa mara kuhusiana na mixing mastering hapa JJM Media Production. Okay, bila kupoteza muda basi tutakwenda kuangalia kitu kimoja kutokana na teknolojia jinsi ilivyofikia, na mambo mengi tunaweza tukafundishana hapa hapa JJM Media Production. Lakini kama unavyoona hapa ni project moja ambayo, nitaplay kidogo tu. Hapa nitazima beat then, nitakwenda kuplay kwenye hizi vocal. Sijafanya kitu chochote katika hizi vocal, nitaplay jinsi inavyosikika, uweze kusikia jinsi kazi ilivyo, lakini pia nitakwenda kuifanyia Mixi katika somo linalokuja hapa, nitakwenda kuplay tu kidogo, lakini nitazungumza kidogo kwa wale ambao wananifuatilia mara kwa mara ili waweze kujua kitu gani ambacho nitakwenda kukuletea soon. Chikwako siondoke usiende mbali mama, mama na we ndo kipenda roho. Oh. Unapopandi joto kali nikumbate mama, we ndo kipenda roho. M kipenda roho m m my baby girl mm. Kama navyosikia ngoma yetu hiyo ni R&B, lakini pia ni mfumo wa reggae okay. Basi bila kupoteza muda, leo nitakwenda kuzungumzia hiki kitu hapa. Hiki kitu kinaitwa studio studio vez audio effect, mono au stereo, unaweza ukachagua yote unayotaka no. Lakini na yenyewe na preset zake hapa ndani, basi wale ambao wananifuatilia ka tayari kuja kujifunza hii kitu, jinsi inavyotumika. Na hii ni chain ambayo naweza tukaitengeneza hapa tukaweka effect zetu kama unavyoweza kuona hapa, naweza ukaadi mfano kama hapa nimeadi class sabini na sita, lakini naweza nikaadi effect nyingine hapa kama unavyoweza kuona. Sasa kuna watu ambao walikuwa wanatamani kujua jinsi inavyotumika, kwa hiyo katika somo linalokuja nitaweza kuelezea vizuri kabisa, nikishapata nafasi nzuri, taweza kuangalia jinsi ya kutumia ile dude bash hapa, lakini pia jinsi ya kujua kwa nini tutumie hii, kwa nini tusitumie, tukuweka effect huku, lakini tutatumia hii peke yake, inatosha kuweka effect zote ambazo unazihitaji. Labda kama kuna vingine utapenda kuongeza huku, unaweza ukaongeza, lakini tuaweza tukatumia hii sehemu tukafanya mix nzuri kabisa ya lead vocal, lakini pia tunaweza tukaitumia kwenye group effect, tukafanya effect pia kwenye back vocal. Kwa hiyo ka tayari, katika somo linalokuja, nikutakia wakati mwema. JJM Media Production, goodbye.